Sifa mwanangu, sifa, kweli nimeguswa penyewe. Sifa mwanangu, sifa, kweli mashetani hawa wamewaza, walipogusa ni penyewe, walichogusa ni chenyewe. Ujumbe walionitumia umefika mwanangu kupitia kukumisha wewe. Sikukufundisha kuzini, binti yangu, sikukufundisha kuwa binti yangu, nilikufundisha upinge mabaya, na kweli kazi umeifanya. Kwa nguvu zako zote umetumia muda wako mwanangu, kukimbia huku na kule ili uwe baraka kwa watu wengi, ili uguse mioyo ya watu wengi. Na ni kweli, mwanangu, umegusa maelfu ya watu, watu wanakulilia na ni kweli imeumiza wengi, lakini mwanangu, baba yako sijuti, pamoja na maumivu haya eh. Mwanangu, sijuti maumivu yako yaligusa hisia ya zangu. Hey! Pamoja na hayo, walionitumia ujumbe huu, mtu wa Mungu wa masikitiko makubwa, mchana huu wa Ijumaa 16 kama sikosea, nimefika hapa Bukoba kwa mara ya kwanza. Nitegemea ningefika wakati ambao nakuja na binti yangu, ili imani ile ambayo tulitamani iwe ya watu wote mani ile ambayo yeye awe chanzo cha imani hiyo, kufika <coughs> huku Bukoba, nijua ningekuja naye. Kwa bahati mbaya, nakuja kuleta mwili wake huku Bukoba, lakini nakuja kuleta mwili wakati karibu kila hatua ambayo Mungu ameiruhusu ni hatua inayoonyesha kama huu ndio mwisho wa imani na kipande kidogo kitakachosalia kitajaa mateso na vifo ya namna mbalimbali. Fika Bukoba kesho, tarehe kumi na saba ushangal kalago takuwa na ibada ya mazishi ya binti yangu Sifa Bonaventure Ujuni. Hii ndio Bukoba, kwa mara ya kwanza nimefika, naiona, naona mazingira ambayo hayakuwa hayakuwa hivyo kwenye ramani yangu, lakini tayari tumefika. Sina mengi ya kuongea. Aliyeanza kazi hii ni Mungu. Nilitegemea kwa picha za kawaida, sifa itakuwa mbegu. Nilitegemea sifa itakuwa mbegu, na hii sasa kama vile sifa, sikujua ametokeaje akafika hatua hiyo. Mimi nabaki kufanya kila ambacho ningeweza kufanya. Mengineyo utakapoishia Mungu ajua. Asante sana toshe, kwa hapa amen.